Raisi wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania na mkuu wa chuo kikuu cha mtakatifu Agustino SAUTI mhashamu Wolfgang Pisa amemteua padri profesa Juvenalis AsanteMungu kuwa kaimu makamu mkuu wa chuo kikuu cha mtakatifu Agustino Tanzania SAUTI kuanzia tarehe kumi na sita Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa kwa vyombo vya habari kupitia ofisi ya uhusiano wa umma ya SAUTI, padri profesa AsanteMungu ana kaimu nafasi hiyo katika kipindi ambapo makamu mkuu wa chuo aliyepo sasa Balozi Profesa Kostariki Maalu anaendelea kupatiwa matibabu kutokana na changamoto ya kiafya. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kaimu makamu mkuu wa chuo cha Sauti, Padri Profesa Asante Mungu, ataendelea pia kutumikia nafasi yake kama mkuu wa chuo kishiriki cha Askofu Mkuu Miayo cha Tabora, Amukta. Chuo cha Sauti katika taarifa yake kimempongeza Profesa Asante Mungu na kikimtakia mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yake mapya, ambapo chuo kimetoa wito kwa jamii ya Sauti pamoja na umma kwa ujumla kumpa ushirikiano unaohitajika.